Nashukuru kupata fursa kutafakari mauaji ya kimbari dhidi ya watus ambayo yalitokana na ukoloni ulioweka migawanyiko ya kikabila na kusababisha maandalizi na utekelezaji wa mauaji ya kimbari yaliyoshuhudiwa na jumuiya ya kimataifa. Tathmini fupi ya historia nitakaoshiriki inaonyesha kuwa hakuna nchi yoyote duniani iliyotumia miaka mia moja na tisa kuharibu nchi nyingine kama Ubelgiji ulivyofanya nchini Rwanda. Yatangiye mu 1916 ububiliji ubudage n'ubwongereza bumvikana kugabanya imbibi z'u Rwanda. Ilianza mwaka 1916, wakati Ubelgiji, Ujerumani na Uingereza zilipokubali kufafanua upya mipaka ya Rwanda ambayo ilikuwa imepanuliwa chini ya Mfalume Ruganzu wa pili Ndoli wa mwaka 1600 hadi mwaka 1623 na Mfalume Kigeli wa pili Nyamuheshera wa mwaka 1648 mpaka mwaka 1692, kufikia maeneo kama Masisi, Rushuru na mengineyo, ni sheria kandamizi ikiwa ni pamoja na amri ya tarehe 21 Machi mwaka 1917 iliyoanzisha adhabu ya viboko, ile ya tarehe 26 Julai mwaka 1925 iliyovua Rwanda uhuru wake, na sheria ya Januari 11 mwaka 1926 iliyoeleza kwamba kuanzia sasa Rwanda itaongozwa na sheria za Kongo. Sheria hizi zilianzisha udhalimu na kuzua migawanyiko miongoni mwa Wanyarwanda. Kati ya mwaka 1924 na mwaka 1946, Ubelgiji ilitia saini mikataba na Umoja Mataifa, na baadaye Umoja Mataifa ilijitolea kuiongoza Rwanda kuelekea uhuru wa kisiasa, maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kielimu na kuelekea uwezo wa kujitawala kwa mujibu wa haki za binadamu bila ubaguzi kwa misingi ya kikabila, jinsia, lugha au dini. Hata na hivyo, ahadi hizo hazikuwahi kutekelezwa na badala yake Ubelgiji ilianzisha mgawanyiko wa kikabila miongoni mwa Wanyarwanda sawa na ule uliokuwepo kati ya Flemish na Wallons katika nchi yao wenyewe kati ya mwaka 1926 na mwaka 1932 ilianzisha mapinduzi ya kijamii yaliyoongozwa na Wabelgiji wawili Vashen na Mothan. Mfalme Musinga, ambaye alipinga hatua hii, alihamishwa hadi Kongo tarehe 12 Novemba mwaka 1931. Nafasi yake ilichukuliwa siku nne baadaye na Mutara wa tatu Rudahigwa, ambaye alikubali kutopinga mamlaka ya kikoloni. Alibatizwa mwaka 1943 na na kuiweka wakfu Rwanda kuwa ya ufalme wa Kikristo 1946. Papa Piusi wa saba alimtunuku nishani ambayo aliipokea Aprili 20 mwaka 1942. Roda Hilwa alifungua uhuru mkubwa zaidi uliowezesha kupinga dhuluma na kutetea uhuru, vitendo ambavyo viliwaudhi mno wa koloni Gavana Jungas na ndugu Seconden, mkuu wa chuo cha Butare, ndio aliamua kumwondoa mfalme Ruda Hingwa na alilishwa sumu na baadaye kupoteza maisha Julai 25 mwaka 1959. Hakuna nchi nyingine ya kiafrika ambayo imeona wafalume wake wawili wakiondolewa katika mamlaka yao na wakoloni kama ilivyoona Rwanda. nta kindi gihugu cya afurika abakoloni biciye abami babiri umubyeyi n'umwana we ku maherere ubu birigi bwakurikijeho gushyira ku butegetsi ishyaka rya parimehutu ryubakiye ku irondabwoko manifesti zikurikirana Ubelgiji baadaye iliunda chama cha Parmehutu kilichoanzishwa kwa itikadi za kikabila. Chama hiki kilitoa ilani nne mfululizo: ile ya Oktoba 9 mwaka 1959, ya Agasti 27 mwaka 1961, ya Juni 21 mwaka 1964 na ya Juni 7 mwaka 1969 ilidai kwamba Rwanda ilikuwa ni nchi ya wahutu pekee na kwamba kuondolewa kwa Watusi ilikuwa ni sera halali ya serikali ya Rwanda. Tarehe tatu Novemba mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa Kanali Logist akisaidiwa na Meja Mariale alitumwa Rwanda kukomesha utawala wa kifalme akifuatana na wanajeshi wa Ubelgiji na Kongo. Mnamo tarehe kumi na mbili Novemba mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa Logetis aliamuru kufukuzwa kwa Watusi kwa lazima hadi maeneo maalum haswa huko Bugesera. Umwaka wa 1961 urangira hagejejwe ibihumbi cumi na bitatu magana inani mirongo cyenda. Kufikia mwishoni mwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja watu elfu kumi na tatu mia nane tisini walikuwa wamehamishwa hadi Bugesera, wakiishi katika wichua, mazingira ya kutisha. Kutisha licha ya kuomba mara kwa mara kurudi nyumbani kwao. Ubelgiji iliwakatalia. Watusi fulani walijaribu kukaa kwa utulivu katika maeneo mengine, lakini nao walifukuzwa kwa mfano. Tarehe mosi Oktoba mwaka 1960, msimamizi wa mkoa wa Nyanza Emmanuel Du Jablin aliandika hivi: watu waliofukuzwa kutoka Gitarama wanajaribu kuishi Mayaga. Mnamo tarehe 17 Novemba mwaka 1959, kwa ushauri wa Mosgna Logest aliwaita wasimamizi na kuamuru kuwafukuza wafanyakazi wote wa kitusi na badala yao waweke wahutu katika ngazi mbalimbali mbali za serikali. Alirasimisha agizo hilo katika waraka wa Disemba 23 mwaka 1959 akiuelezea kuwa upendeleo huo unatolewa kwa wahutu ili waweze kujitawala wenyewe.

bariteza kiliziya gaturika baryitirira amatwara ya gikomuniste. Chama cha UNAR ambacho kilitetea uhuru kilitangazwa kwa propaganda za uongo kuwa ni kikundi cha watu pekee cha kikomunisti na cha chuki dhidi ya Ukatoliki, licha ya wanachama wake kujumuisha watu wa tabaka mbalimbali, akiwemo rais wa chama hicho Francis Rukeba na katibu mkuu wake Michel Rwagasana. Mnamo tarehe 23 ya mwezi Juni mwaka 1961 Ubelgiji ilipitisha sheria inayokinzana msamaha na kuachilia watu elfu mbili waliohusika katika mauaji hayo kati ya mwaka 1959 hadi mwaka 1961. Sheria hiyo ilitaja kwamba waliopewa msamaha walikuwa watu binafsi ambao kuwachoma watusi moto katika nyumba zao, kuwatesa polepole au kuwajeruhi wengine vibaya, na kupanga au kuamuru uporaji na mauaji ubaguzi wa kikabila uliendelea katika kuundwa kwa jeshi la taifa pale kanali Vendastren kwa idhini ya kamanda Logist namo Septemba 29 1990, jeshi la taifa likaundwa na wahutu pekee. Hatutatumia upendeleo au demokrasia kukubali mtusi hata mmoja katika jeshi. Wale wanaojaribu kujiunga na watu wasiofaa, ingawa tunataka kujiunga nao, sio sawa, tutatangaza kuwa sio sawa. Ndivyo walivyosema. Idara za ujasusi za Ubeligiji zilieleza wasiwasi wao katika ripoti ya Aprili thelathini mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja kuwa kuajiriwa kwa Wahutu pekee katika jeshi pale watakapokuwa uongozini watatanguliza utii wa kikabila badala ya kazi za kitaaluma. Hilo ni jambo hatari kwa usalama wa taifa, Wabelgiji walionya hivyo katika taarifa idara zao za usalama. Jenerali Dukmet anayehusika na kutoa mafunzo kwa maafisa wa Ubelgiji alimwandikia waziri wa ulinzi wakati huo mnamo tarehe 27 mwezi Novemba 1961, kudumisha sera inayoweka ulinzi wa ndani wa Rwanda na ulinzi wa mpaka biyali kwa jeshi lake, hatari zinazosababisha mauaji ambayo Umoja wa Mataifa unaweza kufikiria mauaji ya kimbari na hivyo kutuweka wazi kwa tuhuma za kushiriki biyali, sisi biyali wa Belgiji. Mnamo Machi mwaka 1962 jeshi la Rwanda likaanzisha wimbi la mauaji huko Byumba na kuua watusi zaidi ya elfu mbili akiwemo Nes Clevan de Juru aliyeuwawa huko Ngarama kama ilivyoripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa. Mnamo Disemba 1963 chini ya uongozi wa maafisa wa Belgiji Dubois, Flokrin tupin na Francis jeshi la Rwanda lilifanya mauaji mengine makubwa nchini kote na kupoteza maisha watusi zaidi ya 1035. Wanadiplomasia, wamishonari, waandishi wa wa habari na watafiti wa kigeni kwa kauli moja waliainisha ukatili huu kuwa ni mauaji ya kimbari. Jumbe kutoka kwa balozi wa Ubelgiji wa tarehe 24 Disemba mwaka 1963 ulisema hivi, watu wengi wanazuiliwa kinyume cha sheria, ninaona kwamba hali hii inaelekea kwenye mauaji makubwa wa ya Watusi. Balozi wa Ufaransa Mark Baber naye aliripoti tarehe 4 Januari mwaka 1964 akisema, katika eneo la Gikongoro Wahutu wameanzisha wa vurugu dhidi ya Watusi wakiwaua kinyama bila kubagua. Mnamo tarehe 31 mwaka 1963, balozi huyo huyo Bare aliripoti kwamba mawaziri walikuwa wametumwa kwenye majimbo ili kusimamia mauaji hayo. Serikali ilianzisha operesheni ya kuua. Uhalifu huu ulitendwa wakati wa Krismasi mwaka 1963, umedumu katika kumbukumbu wa pamoja chini ya jina Krismasi ya umwagaji wa damu. Wakiwa na hofu, Ubelgiji ilitoa taarifa Februari 7 mwaka 1964 iliyosema: kwa kuzingatia shutuma zinazotolewa dhidi ya serikali ya Rwanda, ni wakati sasa kupitia ubalozi wetu kutoa maagizo kwa raia Ubelgiji nchini Rwanda kuhusu jinsi ya kukabiliana na kuangamizwa kwa Watutsi. Mauaji haya yanavutia tahadhari ya kimataifa. Ubelgiji lazima iepuke kutuhumiwa kushiriki katika mauaji haya ya kimbari. Tarehe mosi Julai mwaka 1962, Ubelgiji ilipatia Rwanda uhuru wa jina moja ikifuatiwa kwa haraka na katiba ya tarehe 24 Novemba mwaka 1962 iliyoanzisha utawala uliotengwa kwa ajili ya wa wahutu pekee. Hii ikazua sheria za kibaguzi za kuwatenga watusi kutoka kwenye sekta ya elimu na ajira. Tarehe 17 Januari mwaka 1967, waziri wa mambo ya nje Lazaro Mpakinie alitoa waraka kwa balozi na mashirika ya kimataifa inayokataza kuajiri watusi Kayibanda

Baada ya kuchukua mamlaka, Habyarimana alipitisha katiba mpya tarehe 20 Disemba mwaka 1978, iliyoandikwa na Mbelgiji Philip Regens, ambayo iliimarisha sera ya kuwatenga Watusi. Mnamo Oktoba mwaka 1982, Uganda nayo ikawafukuza wakimbizi wa Rwanda ambao wakati huo walikataliwa kuingia Rwanda. Dhuluma hizi zilizotajwa kwa ufupi tu hapa zilisababisha kuundwa kwa Rwanda Patriotic Front RPF na kuanzishwa kwa mapambano ya ukombozi wa taifa hili. Ubelgiji, Ufaransa na Congo zilituma wanajeshi kupigana na RPF mnamo tarehe moja na tarehe nne ya Oktoba mwaka 1990, Habyarimana Iramana aliwaambia waandishi wa habari wakati huo, badala ya kusalimisha nchi moja ya ardhi yetu, tutapigana hadi mtu wa mwisho. Watusi wanataka kurejesha utawala wao wa zamani juu ya eneo hili, hatuna pakuwaweka wache kuomba hadhi yewe ukimbizi, lazima wachukue uraia popote walipo Uganda au Zaire. kwa muda mfupi tu wali mu uganda na zaire nibwo bazemererwa kuza mu rwanda nabwo igihe kigufi baje gusura bene wabo mu gihe cy'imyaka ine hagati ya 1990 na 1994 leta ya habyarimana yangishije abanyarwanda fpr iyita inyangarwanda inkora maraso abanzi Utawala wa Habyarimana uliichafua RPF, iliwaita inyangarwanda kwa maana ya wanywaji wa damu na maadui wa taifa. Baadhi ya maafisa Belgiji na Ufaransa hata ulikataa kuwatambua wapiganaji wa RPF kama Wanyarwanda. Mnamo Februari 3 mwaka 1991, Admiral Langshed, mkuu wa wafanyakazi wa majeshi ya Ufaransa, alimwandikia Rais Mitterrand akisema kwamba RPF iliundwa na watusi wa Uganda. Tarehe 22 Aprili mwaka 1991 aliwataja kama waasi wa kitusi wa Uganda. Ufaransa ilimuunga mkono Habairamana kijeshi huku Ubelgiji ikimuunga mkono kisiasa. Chama cha Christian Democratic International IDC kilitoa msaada wa dhati kwa chama cha Habairamana cha MRND hata katika shughuli zake za uhalifu tarehe 17 na 18 Januari mwaka 1991 chama cha IDC kilikaribisha ujumbe wa chama cha MRND ulioongozwa na mshauri wa Habyarimana Enoki Ruhigira, ambaye ilipokelewa na waziri mkuu Wilfred Martens. Alain de Bos, kiongozi wa kisiasa wa IDC, akawatumia barua pongezi Januari 28, 1991 na, na kumwandikia waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Mark Enuis akitaka ushirikiano katika mapambano dhidi ya RP. Kisha chama cha MRND kikawateua waratibu wawili wa mkakati huo, Sperachia Karwerwa Mutwe na Ferdinand na Himana, mtu mkubwa katika kupanga mauaji ya kimbari na mkuu wa tawi la RTLM. Tarehe 12 Machi mwaka 1993, Andre Louis, katibu mkuu wa IDC, chama kikuu cha siasa cha Ubelgiji, alieleza hadharani kuunga mkono hotuba Leon Mugesera ya kuchochea mauaji dhidi ya Watusi. Mnamo Januari 21 mwaka 1993, Andres Louis alikuwa amesafiri hadi Ufaransa kukutana na viongozi wa chama cha Mitland. Walikubali kuunga mkono MRND licha ya kuwa na ujuzi kamili wa mauaji ya kimbari yaliyokuwa yameandaliwa na utawala wa Habiramana. Kati ya tarehe 19 Januari na 11 Machi mwaka 1994, Luten Nis, mkuu wa ujasusi wa kijeshi wa Ubelgiji katika UNAMIR, aliandika ripoti 29 akionya kuhusu mauaji ya kimbari yanayotarajiwa kutokea. Hata hivyo, tarehe 2 Februari mwaka 1994, Ubelgiji ilimfukuza Queen Sikada ambaye alikuwa akipokea matibabu katika jiji la Ubelgiji la Nivelle. Akarejea Rwanda na akauawa tarehe 20 Aprili mwaka 1994. Licha ya taarifa hizi za awali wakimbizi wa kitusi huko ETO Kichukiro waliachwa na walinda amani wa Yunamiri wa Belgiji tarehe 11 aprili 1994. Mnamo Julai mwaka 1994, baadhi ya wabunge wa Ubelgiji walisafiri hadi Goma na Bukavu kukutana na wapangaji wa mauaji ya kimbari. Waliwashauri kuunda serikali na chama cha kisiasa, mpango ulioandikwa kwenye karatasi ya kanuni za kurudi kwa haraka kwa wakimbizi wa Rwanda wa Oktoba 24 99. Ni katika hali hiyo ndipo kikaibuka kikundi cha FDLR ambalo linaendelea kufanya uhalifu wa mauaji ya kimbari katika eneo hilo kwa ushirikiano wa serikali na jeshi la Congo. Tangu mwaka elfu mbili Umoja wa Mataifa umepitisha maazimio zaidi ya 40 ya kutaka kuvunjwa kwa FDLR. MONUSCO ilipewa jukumu hili lakini haijawahi kulitimiza kama vile UNAMIR ilivyoshindwa mwaka 1993 hadi mwaka 1994 kuzuia no? mauaji ya kimbari. Umoja wa Ulaya pia umepitisha maazimio ya kutaka kuondolewa kwa FDLR haswa tarehe 10 Januari mwaka 2008 na tarehe 8 Disemba mwaka 2010. Umoja wa Afrika vile vile ulitoa maazimio kama hayo ikiwa e ni pamoja na katika mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi jirani mjini Libreville tarehe kumi Januari mwaka 2005. Haikubaliki kwamba nchi ambazo zilipotoshwa na Ubelgiji na kushabikia upotoshaji wa DRC wanaomba sheria za kimataifa zifanye kazi kwa mtizamo wa Kongo tu huku wakipuuzwa ukiukwaji wa mara kwa mara wa uhuru wa Rwanda na masaibu ya wakimbizi wa Kitusi wa Kongo ambao wa walifukuzwa na FDLR na wamekuwa uhamishoni kwa miaka 31. Wakimbizi hawa wanatupiliwa mbali na kuitwa vibaraka. Mtizamo huu unaonyesha jinsi gani kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1994 utawala wa Habyarimana uliita RPF kama wasaliti kutoka Uganda. Inaonyesha pia katika taarifa ya Rais Mitterrand Julai 1994, katika nchi hizo mauaji ya kimbari si muhimu sana. Tangu Julai 1994 Ubelgiji inasalia kuwa nchi pekee ya Ulaya ambayo inakana mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi na kupuuza kuadhibiwa kwa wale waliohusika. Walakini hakuna mtu ambaye angethubutu kukataa mauaji ya Holocaust bila matokeo yoyote kufanika baadaye. Mauaji yote mawili ya halaiki, hata hivyo, yana hadhi sawa mbele ya sheria. Leo ripoti zinazotumiwa kuichafua Rwanda kimataifa zimetungwa na watu wanaojiita wataalamu wa Ubelgiji ambao wanadai kuielewa nchi hiyo licha ya kushiriki katika uharibifu wake wa kihistoria hasa kwa kuandaa katiba za mwaka 1962 na mwaka 1978 na sheria za kikabila za wakati huo. Mmoja wa watu kama hao Philip Reintens Jens anatangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Rwanda lazima iadhibiwe kwa kiburi chake. Nchi nyingine kama vile Uingereza bado zinakataa kuwarudisha au kuwafungulia mashtaka wahusika wa, wa mauaji ya kimbari. Mweshimiwa Rais, majeshi ya uharibifu yaliyotolewa dhidi ya Rwanda katika kipindi cha miaka 31 iliyopita yamekuwa mengi. Hata hivyo hawajatushinda, shukrani kwa uongozi ambao umetuunganisha. Ni wale tu waliopitia maswaibu yale ndio wanaoweza kuzungumza ukweli. tunajua ni mahali gani umeitoa Rwanda, taifa lililotekelezwa na jumuiya za kimataifa, na tumeshuhudia maendeleo ambayo Rwanda imepata chini ya uongozi wako. Kifungo ambacho kinachotuunganisha kwako ni kitakatifu. Hatutakubali wanaoharibu umoja wetu, wale wale wanaoendekeza itikadi yoyote ambayo ingerudisha Rwanda kwenye giza lililopita. Haki yetu ya kuishi na kuchagua kilicho sawa kwa ajili yetu haiwezi kuondolewa tena. Wale wanaodhoofisha haki hii wanapaswa kuelewa hili.